Bwana, tukio kubwa ambalo jana liliweza ku happen nyumbani kwa Juma Jux ni 40 ya mtoto wake Rakimu, ambayo jana ilifanyika, na watu mbalimbali waliweza kujitokeza kwa ajili ya kwenda kuungana na familia hiyo ya Juma Jux pamoja na mke wake huyo Priscilla katika kusherekea arobaini hiyo ambayo ilifanyika usiku ya jana. E, na kama unavyoona hapa ndio ilikuwa siku pekee kabisa ambayo Zuchu pamoja na Diamond Platnumz waliweza kuonyeshana mahaba motomoto mbele ya umati wa watu e, na huku Zuchu ndio ilikuwa siku special kabisa kuweza kumjibu mke mwenza e, kutuma salamu kwa Aaliyah kuweza kumwonyesha kwamba jana alikuwa na mume wake huyu Diamond Platnumz, kwa kishindo kikubwa na huku akiimba taarabu za michambo kuweza kumchamba kwelikweli. E, mke mwenza huyo alia e, baada ya tetesi na uvumi ambao ulikuwa ukiendelea katika mitandao ya kijamii ukidai kwamba Aaliyah ni mke wa pili wa Diamond Platnumz, tukio hili ambalo liliweza kutrendi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii sasa. Aa, jana usiku ni tukio ambalo pia liliweza kuhappen nyumbani kwa Juma Juksi baada ya uh, Zuchu pamoja na Diamond Platnumz kuweza kuonekana kwa kishindo, na huku Zuchu akiwa anatuma salamu kuweza kumchamba hey, mke mwenza huyo ambaye inasemekana ni Aaliyah uh, jana hiyo usiku baada ya Zuchu kuweza kutuma salamu na vichambo vya kutosha eh, kwa mwanadada e, huyo Aaliyah e, kuweza kumjibu kwa kishindo, baada ya kuweza kuonekana na staa huyo msanii Diamond Platnumz, mume wake wa ndoa, wakiwa katika mahaba motomoto mbele ya umati wa watu, huku Zuchu akiwa analinga na kutamba e, katika mitandao ya kijamii, baada ya kuweza kuposti video mbalimbali mbali, pamoja na posti ambazo ziliwaonyesha yeye pamoja na mume wake huyo Diamond Platnumz, wakiwa wanacheza pamoja, huku wakiwa pia wanamtunza E, mke wa Juma Jux ambaye ni Priscilla, e, Pesa kuweza kumuonyesha upendo mkubwa siku ya jana. Kama unavyoona hapa ni tukio kubwa ambalo liliweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii siku ya jana, baada ya kuweza kuonekana Zuchu na Diamond Platnumz nyumbani kwa Juma Jux katika kusherehekea siku hiyo ya 40 ya mtoto wa Juma Jux pamoja na Priscilla, e, jana usiku, e, kama unavyoona hapa pia Zuchu alikuwa akimtunza fedha mke wa Jux Priscilla kuweza kumwonyesha upendo mkubwa kwa sababu hawa ni mabesti frendi wameshibana kwelikweli. Juksi na damli Platnam pia ni marafiki ambao wanapatana sana, na jana damli Platnam pamoja na mke wake huyo e, Zuchu waliweza kuwepo hapo kwa ajili ya kuweza kuonyesha upendo mkubwa e, katika sherehe hiyo ambayo ilifanyika jana usiku hapo nyumbani kwa Juksi pamoja na mke wake huyo Prinsila, e, ni tukio kubwa ambalo jana liliweza kuhapeni katika mitandao mbalimbali mbali Kijamii. Ee bwana, asante sana. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto. Ni sisi Bongo Mpya TV, tuko hapa kila siku. Asante sana kuendelea kuwa nasi.